Baba, ninakuomba mapenzi yako yatimizwe kama ilivyo mbinguni na duniani, kuanzia sasa na hata milele. Ukatusaidie katika kukuelewa na kukua, ili tuweze kustawi katika neno lako na tukuzalia matunda kama vile ambavyo umekusudia kupitia neno lako la uzima, tusaidie katika kukuelewa ili tuweze kuishi pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo amen. Na kusalimu katika jina la mwokozi wetu Yesu Kristo, ni siku nyingine tena, neema ya Mungu imeweza kufunuliwa ili tuweze kujifunza baadhi ya mambo machache ambayo yatatusaidia katika kupiga hatua moja kuelekea hatua nyingine. Na leo tutatembea na gharama ambazo ni lazima uweze kuzilipa, e, ukitaka kumjua Mungu vizuri kuna gharama lazima uweze kuzilipa wewe mwenyewe binafsi, ili uweze kumjua na uweze kuishi kwenye makusudi na mapenzi yake. Kuna gharama ambao, nielewe vizuri, zipo gharama ambazo lazima uweze kuzilipa eh. If you want to know God better, there must be a cost You will pay for. Ni lazima uweze kuzilipa ili uweze kumjua na kumtambua na uweze kuliishi neno lake na makusudi yake. Kuna gharama ambazo, hizo gharama hazikuepeki na hazikuepeki kwa yule mtu ambaye ameamua sasa kujitoa rasmi kwamba niko tayari nitaubeba msalaba wangu kwa ajili ya kumtumikia, nitaubeba msalaba wangu kwa ajili ya kuishi sawasawa sawa na matakwa yake. Kuna hizo gharama ambazo ni lazima, na hata katika maisha ya kawaida hakuna kitu ambacho eh, kipo katika hali ya ukawaida pasipokuwa na gharama na ikiwa umemwamini Yesu Kristo ni lazima kuna gharama uzilipe ili kumuelewa zaidi, na vinginevyo hauwezi kumuelewa kabisa hata kidogo, na utaendelea kuwa mtu wa kawaida kabisa siku zote na hauwezi kuelewa kitu chochote. Kwa nini watu wengi wanatamani kumjua Mungu lakini hawataki kulipa gharama? Hivyo wanaishia kutamani na kubaki hivyo hivyo tu, kwa sababu eh, hawataki kulipa gharama. Na zipo gharama kuu eh, zipo gharama kuu tatu, lakini zipo nyingi tu, ila hizi tatu ndio kuu ambazo ukifanikiwa basi utaanza kumwelewa Mungu na utamjua lakini usipozizingatia hizo gharama tatu na usipokubali kuzilipa, hauwezi kumjua. Utabaki kuwa mtu wa kawaida, na huenda hata kuna baadhi ya vitu utakuwa unavikosa, utakuwa ukiomba na unavikosa kwa sababu haujamjua na haujalipa gharama ambazo zilikuwa zinatakiwa uzilipe kabla ili uweze kuwa miongoni mwa wale ambao watamwelewa au wanamwelewa. Unavyoona kwamba viwango vinatofautiana vya kumjua, ndivyo ujue kuna gharama za wale ambavyo viwango vyao viko juu, kuna gharama ambazo walizitoa, ambazo kwa kupitia zile gharama, kuna viwango ambavyo wapo navyo na ndio maana unawaona wako next level, ni kwa sababu ya gharama wamezilipia. Ndio maana wanamjua Mungu wa kweli na wanajua ahadi na makusudi. Na ndio maana unaweza ukajiuliza kwamba ni kwa nini viwango vinatofautiana eh, vya baraka? Ni kwa sababu ya viwango, huenda kiwango chako bado hakijakuwa chenye levo nzuri ya kumuelewa. Ndio maana kuna vitu na vikosa na unashindwa kuvipata kwa wakati. Na nimekuandalia gharama kama tatu ambazo hizo gharama ni kuu, ukitembea nazo lazima utamwelewa, na ukitembea nazo lazima kuna vitu utaweza kuvimiliki. Hautabaki kama ulivyo kwa sababu umezizingatia gharama. Gharama namba moja ni kulisoma neno na kuomba. Hiyo ni gharama ya kwanza. Soma neno na kuomba. Hii ni gharama ambayo kila Mkristo ni lazima aingie ili aweze kumwelewa Mungu. Na ukumbuke, ukumbuke maombi sio karama wala kusoma neno sio karama, bali ni kwa kila Mkristo. Kuomba ni kazi, lakini ndiyo njia ambayo unapaswa kuifuata. Pia kusoma neno, ili umuelewe Mungu ni lazima usome neno, na sio kusoma tu, lazima ulitafakari. Yoshua moja salua tisa. na kulitendea kazi Wakristo wengi ni rahisi kukaa na kuangalia tamthilia kuongea na marafiki na jamaa na kadhalika kwa muda wa zaidi hata ya masaa manne au matano lakini ukiwaambia kusoma neno na kuomba, hata wanapoingia kwenye maombi na kusoma neno, utaona wanaanza kupiga miayo na usingizi. Ndugu, hawezi kumjua Mungu wala kumwelewa Mungu kwa namna hiyo. Sikiliza, sikiliza, mtume mitume walifanikiwa kumjua Yesu zaidi, si kwamba ni kwa sababu Mungu aliwapendelea na kuwaona ni wa kipekee. Tunaposoma nyaraka eh, tunafikiri kwamba walikuwa wanakaa tu na Mungu anawapa mafundisho ya kuwafundisha watu. La, maandiko yanasema katika Matendo ya Mitume 6:4 na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Unaona hapo, maana yake hakikuwa kitu cha siku moja moja, lakini yalikuwa maisha yao ya kila siku na ndiyo maana wakafanikiwa kumwelewa zaidi Mungu. Wakolosai 4:12 meandikwa, Epafra aliye mtu wa kwenu, mtumwa wa Yesu Kristo awasalimu akifanya bidii siku zote kwa ajili yenu katika maombi yake ili kwamba msimame wakamilifu na kuthibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu. Listen to me. Nadhani kuna vitu unaanza kuvielewa. Kwa hiyo maombi ni bidii. maombi na pumzi ya mtu aliyezaliwa mara ya pili, na neno ni chakula cha mtu aliyezaliwa mara ya pili. Pasipo hivi, mtu wa ndani hatakuwa na nguvu na hataweza na hataweza kumwelewa Mungu. Watu waliokaa kwa muda mrefu katika imani lakini hawasomi neno, hawaombi siku zote, wanabaki pale pale miaka yote wataanza kujisifia, nimekaa kwenye wokovu miaka thelathini au ishirini na kadhalika. Tatizo sio kukaa katika wokovu kwa miaka mingi. Je, kuna maendeleo katika wokovu wako? Ni kipi umekifanya? Ikiwa umedhamiria kweli kumfuata Kristo, lipa gharama hii ya kuomba na kusoma neno ya kupata muda kwa ajili ya kuomba na kupata muda kwa ajili ya kulisoma neno la Mungu na kulitafakari na kumruhusu Roho Mtakatifu akufundishe. Lakini wengi gharama hii wamekuwa wakikwepa, ni wavivu, ni wavivu. Na ndio maana hii ni gharama ambayo lazima ujitoe. Sio jambo dogo, sio jambo dogo. Kuomba sio jambo dogo kusoma neno sio jambo dogo. Hitaji moyo, hitaji ule moyo wa kujitoa na kuojua kwamba lazima nilipe hii gharama, ili nimjue, nivifikie viwango fulani, kwa kuna viwango unaweza kuwa na vihitaji uvifikie, na unaweza ukashindwa kuvifikia kwa sababu ya gharama fulani haujazilipa, lakini ukikubali kuzilipa gharama fulani, lazima utavifikia vile viwango. Usiwaone watu wako next level, ni kwa sababu walikubali kulipa gharama. Na wewe ukikubali kulipa gharama, kuna viwango lazima utaviendea, lakini usipokubali hawezi. Gharama namba mbili ni utakatifu na usafi hii ni gharama ambayo ni lazima unatakiwa kuilipa. Hauwezi kumwelewa Mungu ikiwa unaishi maisha ya dhambi au kuanguka anguka dhambini, ni ngumu. Yaani mtindo wako wa maisha umezoelea dhambi tu, e, kisa utatubu. Ndugu, beba gharama hii ya utakatifu na usafi. Yapo mafundisho yanayoongelea mambo ya kawaida na yapo mafundisho manyonge ya watoto ambayo watu wanafundishwa kwamba hata ukianguka dhambini, ukiomba rehema Mungu atausamehe eh, au utasamehewa. Ndugu, tuko chini ya neema ndugu. Nataka nikwambie haya ni mafundisho ya awali ya watoto kabisa, na hutakiwi kuendana nayo. Kweli utasamehewa, lakini unaonekana ni mtoto Hebu tafakali mstari huu, walaka wa kwanza wa Yohana sula ya pili mstari wa kwanza watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Umewahi kufikiria ni kwa nini Yohana anasema jambo hili? Ni kwa sababu mtoto siku zote uelewa wake ni mdogo, yaani anakosea kosea mara kwa mara. Simaanishi kwamba hatukosei la, lakini kwa sababu ya uchanga wake na kukosa uelewa mkubwa, anakuwa ni mtu wa kukosea kosea na ni mtu wa kuomba msamaha mara kwa mara. Kosa lile lile moja analirudia kulifanya. Leo kazini kaomba msamaha. Baada ya mwezi kazini tena anarudi kuomba msamaha. Hii ni hatua ya utoto. Lazima ukue kutoka katika utoto uende katika hatua ya ujana, ndiko anasema wala. Kwa kwanza Yohana sura ya pili kumi na nne nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo, nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu nanyi mmemshinda yule mwovu naona hapo, hiyo kumi na nne b. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu nanyi mmemshinda yule mwovu. Nataka utafakari hapa sifa za kijana, kwanza, ana nguvu, mbili, neno la Mungu linakaa ndani yake kwa wingi, tatu, amemshinda mwovu. Hii ni hali ya, eh, hii ni hali ya juu ya ukomavu ya kumjua Mungu. Ukiwa na nguvu na neno la Mungu liko ndani yako, maana yake lazima Iblisi utamshinda tu kwa namna yoyote, kwa sababu eh, kivyovyote atakavyokuja, nguvu na neno viko ndani yako, lazima utamshinda. Mfano mzuri wa tafakari mitume, ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume au nyaraka za mitume, hutaona mahali fulani Paulo ameenda labda Efeso kahubili, kaenda Antiokia kaanguka dhambini na kadhalika. Hutaona mahali popote Biblia inaonyesha mitume kuna mahali walikuwa wanaanguka dhambini, bali walikuwa imara. Hawakuwa watu wa leo wameanguka kesho wanatubu leo kazini kesho anatubu kesho na zini, hawakuwa hivyo na si kwa sababu Biblia eh, imeficha maovu yao kwa sababu wao ni mitume la, bali ni kwa sababu walikuwa na nguvu, neno linakaa ndani yao, hata eh, hata wa, wana uwezo wa kufanikiwa eh, kumshinda shetani katika kila neno na kupindua ulimwengu. Ndugu, ikiwa eh, unaishi mtindo fulani wa maisha unazoelea dhambi ndogo, hutaona hata uwepo wa Mungu kabisa. Acha maisha ya mazoea, acha kuizoelea dhambi, anza kupiga hatua ya utakatifu. Usizoelee dhambi na ukaweza kufikiri kwamba kila mtu yuko kama wewe. La, si kila mtu anatenda dhambi au kuzoelea dhambi. Wapo watu wanaoishi maisha yanayompendeza Mungu na kila siku wanapiga hatua Maandiko yanasema na aliye msafi na azidi kujitakasa, na mchafu azidi kuwa mchafu. Maana yake kuna watu ni wasafi, wanaishi maisha ya utakatifu na wanazidi sana katika kufanya hivyo. Moja wapo nimekuombea uwe ni wewe, usijitumainishe kwamba wote tunatenda dhambi, tunazini, eh, kusema uongo, kuiba, kula rushwa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 Huwezi kuwa chombo kifaacho ikiwa hauishi maisha matakatifu. Kimbia tamaa za ujanani na za muda mfupi, tauona uokovu wa Mungu, utaiona nguvu ya Mungu na utaviona viwango vikubwa, na utasogea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini kama utabaki umeng'ang'ania hatua ulionayo, hauwezi kupiga hatua na hauwezi kumwelewa Mungu. Tabaki kwenye hatua ya siku zote mm. Tabaki mahali pale pale, hawezi kusonga. Kwa kuna vitu lazima ujue na uweze kutambua kwamba lazima uweze kubadilika katika hayo, ili uhesabike ni mkomavu kiroho. Hata watu wakikutazama wanasema, hey, this man is the next level. Lakini hauwezi kuonekana level nyingine kama haukukubali kulipa gharama. Wokovu sio lele mama. Yesu aliposema ujitwike msalaba wako, alikuwa na maana kubwa sana, sio jambo la kibinadamu na halikuwa jambo dogo kama wengi wanavyolizana na kulifikiria. Ilikuwa ni jambo kubwa sana ilikuwa ni jambo kubwa sana ambalo ni lazima ukubali kubeba kulipa gharama. sijui nanielewa? Gharama ya tatu, gharama ya tatu ni kumtumikia Mungu. My friend listen to me, ukweli ni kwamba huwezi kumwelewa Mungu katika viwango vingine, ikiwa hutumiki katika nyumba ya Mungu, au kufanya kazi yake yaani, wewe hauwezi eh, kuwahubiria watu injili, huwezi kuwaombea watu eh. Unaenda kanisani na kulodi basi ndogo. Watu wanaomfahamu Mungu wako wanahubiria mataifa na kuwafanya kuwa wanafunzi, wanachunga na kuhakikisha wanakuwa katika imani nzuri. Huwezi kufahamu utendaji na nguvu za Mungu na siri za Mungu eh, ukiwa humtumikii Mungu mahali popote, yaani wewe upoupo upo tu never, sio mtoaji, sio mwombaji, hauna kazi never. Maandiko yanasema katika waraka wa kwanza eh, eh, wa Korintho, wa kwanza sura ya nne mstari wa kwanza, mtu na atu hesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu, wakionacho kitu mawakili wa asili za Mungu ni watu wanaofanya kazi ya Mungu na sio wachungaji tu. Hata wewe ni wakili, ikiwa utataka kuwa hivyo. Leo hii watu hawawezi kumtumikia Mungu eh, pasipo fedha, yani yani mtu, eh, yani mtu kuitwa kuimba atataka kiasi fulani cha fedha. <coughs> <coughs> <coughs> mpiga drums, keyboard hawezi kufanya hivyo bila kulipwa. Sisemi ni vibaya kulipwa, no, listen to me, lakini hutakiwi kuweka kipaumbele. Bila fedha hatuwezi fanya huko, si kumtumikia Mungu huko. Mhubiri akiitwa sehemu anataka fedha, yaani pesa, pesa, pesa. No, huko si kumtumikia Mungu pasavyo unaenda kuwaombea watu au kuonana na nabii ni pesa, sijui mafuta, pesa. Ndugu, huko sio kumtumikia Mungu, na utakuwa unaibiwa kama utakuwa unatoa. Wakorinto wa kwanza tisa kumi na nane basi thawabu yangu ni nini? Ni hii kuwa nihubilipo, nitaitoa injili bila gharama, bila kutumia kwa utimilifu uwezo wangu nilionao katika injili. Unakiona hicho kitu, injili inatolewa bila gharama. Injili yoyote yenye gharama ni wizi. Kumuona nabii mpaka pesa? Ni wapi kwenye Biblia mitume walifanya hivyo? Kwenda kuimba mahali mpaka kiasi fulani cha pesa? Ndugu, ukitaka kumuelewa Mungu zaidi ikiwa wewe ni mchungaji, una kalama ya uponyaji na kadhalika, usiweke pesa mbele. Ikiwa utapewa sawa, lakini usiweke eh, ikawa mbele kwamba bila pesa ufanye. Hauwezi kupiga hatua, na huo ni wizi, ni utapeli. Njili ya Yesu Kristo haiko hivyo, haiko hivyo na hauwezi kupiga hatua vyovyote vile. Mungu hawezi kukuinua kwa sababu hauko kwenye viwango vyake, haupo kwenye rokesheni zake. Akikutafuta anakukosa, haujavikizi vigezo, kwa kuna vigezo lazima uvikizi, na usipo vikizi neva tabaki hapa ulipo utakuwa una jisifu we una muda mrefu kwenye uokovu, miaka hamsini. Sawa, una kiwango gani? Una ushuhuda gani? Kiwango chako ni kipi? Ni cha kutamaniwa na watu? Ni kweli una miaka hamsini, lakini eh, hata waliookoka juzi wakikutazama kiwango ulicho nacho na wao wamekuzidi kwa sababu wao wameamua kulipa gharama na wakadumu katika haki, ndio maana wapo kwenye viwango fulani, lakini wewe hawezi kufika viwango vile kwa sababu tayari ulishindwa na umeshindwa kulipa gharama. Hawezi. Never, I'm tell you, hawezi. Never happen. Hawezi. Zipo gharama na sio ukawaida tu. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kumcha Bwana huongeza siku za kuishi. Kumcha Bwana ni haki yetu, ni wajibu Lipa gharama ili uweze kuvifikia viwango ambavyo unavihitaji. Lipa gharama ili uweze kuvifikia viwango ambavyo Mungu amevikusudia. Sipolipa gharama, utabaki hapo ulipo na Yesu akelodi atawachukua wali walio watakatifu, waliokubali kulipa gharama kwa ajili ya kazi yake, walioamua kujitoa, kujinyima, hao watamlaki Bwana Yesu mawinguni na wewe una uwezo wa kubaki kwa sababu ulikataa kulipa gharama. Si jambo la kawaida. Kuna gharama, hakuna ukawaida.